Lakini hapo katikati kwa sababu watu walitumia vibaya mambo haya, baada ya Mapinduzi, maana serikali baada ya Mapinduzi hizi ardhi zilizochukua, nyingi ikazigawa eka tatu tatu, si ndivyo jamaa? Ehe, ikazigawa eka tatu tatu lakini eka tatu hizi zikawa na vurugu nyingi hapo baadaye. Kuna wengine waliouza, wengine waliokodisha, wengine waliotumia kujenga kukawa na vurugu kubwa sana, lakini tatizo kubwa ni kwamba lililotokea lililo ni kwamba hizi ardhi za ikatatu wengine walizitumia vibaya, ikawa hawaziendelezi. Kwa hivyo kukawa na vurugu mechi kubwa, na kuna watu hasa tuseme, machame ni wabranji wengi waliwanyang'anya watu ardhi kinyume uleweko, na utaratibu uliowekwa na serikali hivyo hapo pakatokea vurugu nyingi. Ndio mwaka 89 serikali ikachukua hatua ya kutafuta mtaalamu ili aje alitazame ili tatizo la ardhi tulilonayo, na baada ya kulitazama atoe mapendekezo. Hu mtaalamu akaja na mapendekezo ya kuwa na sheria saba, tunafahamia mwaka 8 t sharia saba hizi, za kwanza akasema kuwe na chombo mahsusi kinachosimamia ardhi. Ndio kama mnakumbuka, ikaundwa kamisheni ya ardhi, kwamba sasa hivi ardhi isimamiwe tu mara na mkurugenzi siyo mara na nani, mara na waziri aa, kiweko chombo maalumu cha kusimamia ardhi. Sharia ya pili iliyopendekezwa na ikatungwa ni kwamba kuwe na eh, na utambuzi wa hizi ardhi za Zanzibar zote. Jamani, Zanzibar hatuna ardhi kubwa, ni ndogo sana ardhi yetu. ukifanyia hesabu za Zanzibar tuna ekari laki sita na hamsini elfu ndio ardhi yote ya za Zanzibar. Eh, watazameni wenzetu, hatutimizi hata ekari milioni moja sisi tushafika milioni mbili. Kwa hivyo, kama kwa kugawana, maana yake kila mtu atapata theluthi ya eka au robo eka. Hiyo ndio hali yetu ya ardhi, tuijue kwamba kwa, kwa ardhi tuliyo nayo, tukiamua kugawana kila mtu labda atapata robo eka. Wenzetu bara wao wana ekari milioni mia mbili na thalathini na nne. Kwa hivyo wakiamua leo kugawana palipo kwa watu milioni sitini, eh? maanake ni karibu kila mtu ataweza akapata ekari nne. Sisi robo eka, na ndo tunaposema jamani, hii ardhi ya Zanzibar hawa wenyeji waliokuhaiwatoshi eh? Ukisema ichukuliwe na mwingine manake unaleta tizo kubwa sana, paka mpaka watu wanaweza wakaja wakaingia na mwili unafahamiana mpaka hapo. Kwa hivyo wakasema ardhi ya Zanzibar itambuliwe, ipimwe kwamba bwana, hili eneo hili ila eh, bwana Musa hivyo nani. Ndo utaratibu wa kisasa, ni rahisi kwa sababu kuna teknolojia sasa, huhitaji tena kupiga pegi Aa, ile kwamba wewe ka uko sijui hapo nyosha sasa hivi, mkishakufahamiana tu kwamba bwana eh ardhi yako wapi mpaka wapi, ni pale mpaka pale mpaka pale. Ukisimama yenyewe una vifaa teknolojia, inakwambia hapo ulisimama uliposimama ni wapi duniani, na hakuna pengine duniani patakuwa ni hapo tu. Kwa hivyo ile mashine ukishakuchukua ukishaku, ukishaku, vile ukishaku vipimo hata uwe kwa Ulaya pahala gani, ukiviingiza tu kwamba hii ardhi wenyewe wanaziita coordinate ni hapa na hii na hii na hii, inakuja mpaka ile ramani ya mgeni haji kwamba ni kipande hichi. Aha, na hichi ndio cha Musa Saidi au Musa Juma, tunafahamiana kwamba inawezekana leo kuitambua ardhi yote ya Zanzibar kila mtu ikajulikana hii ni ya nani. Ikaja sharia ya tatu katika hizo kwamba sasa ikishakutambuliwa isajiliwe, umefahamia eh, na kuna sharia ambayo inatambua haki za ardhi zote, alafu ikaja na sharia sasa kuunda bodi, napotaka kununua tusinunue kiholela, au napotaka kukodisha muda mrefu, utaratibu wote huli upo ndani ya sheria zetu tokea wakati wa kutambua. Kama kutakuwa na mzozo au baada ya kutambua kutakuwa na mzozo, ndio ikaundwa mahakama ya ardhi, kazi yake ifanye itatue mizozo hii. Kwa jumla tuko na sheria ngapi? Saba. Na zipo mpaka leo hazijafutwa. Tatizo lilotokea sasa, tatizo lilotokea ni kwamba Sharia zile zimewekwa pembeni, watu wamekuja na sharia zao, na hizi sharia ndio zinaoleta vurugu, kwa sababu kwa kutumia sharia hizi ndio dhulma hizi zimekuja. Naam, hizi ndio ndio tatizo letu tulilo na na, zimekuja kwa sababu anayeharibu haulizwi au yeye wa kuuliza ndio yeye anayeharibu. Tumefahamia? Ehe, kwa sababu kwa mfano tunazungumza hiyo